Usalama ni hali ya kutokuwa na vurugu au hatari kwa mtu au jamii. Na leo tunaangazia hali ya usalama kwa mtoto, hasa wakati huu wa likizo. Kwa nini tunaangalia usalama kwa mtoto? Ni kwa sababu mtoto ni mtu ambaye hajafikia kwenye umri wa maamuzi aliyo sahihi na asiyeweza kujitetea kwa namna yoyote ile, pale tu inapotokea akapata tatizo, akazidiwa akili au nguvu. Watoto wanapaswa kuwa salama nyumbani, shuleni na sehemu wanazocheza. Wakati huu wa likizo za masomo, watoto wanapata nafasi ya kupumzika na kujumuika na jamii. Lakini wengine wametoka kwenye shule za bweni ambapo inaweza kuwa si salama pia kwa watoto. Lakini mzazi unawezaje kutengeneza mazingira salama kwa mtoto? Asante kwa kuendelea kutazama TET Soma Kwanza TV. Karibu sana katika mwendelezo wa kipindi cha Akili Bila Karatasi. Mimi ni Agnes Hosea na leo tumetembelea Sisema Tanzania. Hili ni shirika lisilo la kiserikali linalodili sana na masuala mazima ya watoto, kuhakikisha kwamba mtoto anapatiwa haki zote. Niko na mtaalamu hapa

nafurahi kuwa pamoja na wewe mahali hapa. Asante mimi pia. Sawa. Kwa uchache si tufahamu kuhusiana na Sisema Tanzania. Aha, sawa, asante. Sisema ni shirika lisilo la kiserikali kama ulivyosema mara ya kwanza, mm. Ni shirika linalohusika na usalama na ulinzi wa mtoto nchini Tanzania, mm-hmm. na Sisema Uh, moja kwa moja uh, program kubwa ambayo inaendeshwa na sisema ni huduma ya simu kwa mtoto namba moja moja sita, na namba hii sio namba ya sisema, ni namba ya serikali ndiyo ambayo sisi kama sisema tupo mm. kwa ajili tu ya kuiendesha mm. kwa kipindi hiki na namba moja moja sita uh, inaitwa huduma ya simu kwa mtoto. Ni namba ya bure inayopatikana mm. masaa 24 kwa ajili ya kupokea taarifa zote kuhusiana na ukatili kwa watoto mm, lakini pia kupata elimu kuhusiana na maswala ya ukatili kwa watoto Ndiyo. kupata elimu kuhusiana na masuala ya haki za watoto mm, malezi kwa watoto mm, vyakula kwa watoto mm, lakini pia tofauti na hivyo pia moja uh, moja sita inapokea simu zote zinazohusiana na masuala ya afya ya akili mm. nchini Tanzania, na mtu yoyote anaweza kupiga simu kupata aidha ni ushauri Ndiyo. au pia kupata elimu kuhusiana mm. na afya ya akili au kama mtu ana changamoto yoyote ya afya ya akili mm. anaweza akapiga namba moja moja sita ndani mm. ya masaa ishirini na nne na washauri wetu wako tayari kupokea simu hiyo kwa muda na wakati wowote wa Sawa hiyo, na kwa Ngapi? Aa, okay. Kwa siku tunaweza mm. uh, tukianza na simu kwa siku tunaweza tukapokea simu zaidi ya elfu kumi kwa siku moja moja. Kwa changamoto bado ni kubwa, ndio, kwa sababu uh, moja moja sita inafanya kazi Tanzania nzima mm. lakini kwa upande wa Tanzania, hapa Tanzania bara inafanya kazi kwa saa 24. Ndiyo. Lakini Tanzania visiwani, kimaanisha Zanzibar mm. inafanya kazi kwa masaa kumi na mbili. Maanake watu wote hao wanapatiwa huduma vizuri. yes, kabisa ndio. Sawa, yeah. Turejee kwenye jambo letu la msingi akili, yeah. eh, bila karatasi. Hapa tunazungumza na wataalamu mbalimbali, yeah. waweze kumsaidia mzazi au mlezi ambaye anatufuatilia kupitia TET Soma Kwanza TV kuhusiana, yes. na mambo muhimu ambayo anatakiwa kuyafanya hasa kipindi hiki cha likizo yes asiuna mabinti lakini, ndio <laughs> <vijana. laughs> <laughs> <laughs> ambao wako likizo <laughs> tayari. Sawa, tunapozungumzia masuala zima la usalama Ndiyo. kwa mtoto tunaangazia sehemu gani hasa? Mm -hmm. Tunapozungumzia swala la usalama wa mtoto ni jambo mm, pana kidogo, mm, kwa sababu uh, kuwa, kwanza ukiangalia mtu tunayemzungumzia mm -hmm. ni mtoto kulingana na tukianza kulingana na sheria yetu ya Tanzania mm, uh, juu ya sheria ya ulinzi na usalama wa mtoto inawezekana, ulinzi na usalama wa mtoto inasema mtoto ni mtu yoyote mwenye umri chini uh, ya miaka kumi na nane kabisa, na sheria inatambua kwamba mtu mm. huyu ambaye yuko chini ya umri wa miaka kumi na nane uwezo wake wa kutoa maamuzi bado haujawatengavu kama wa mtu mwingine mm. Kwa hiyo suala la ulinzi na usalama wake ni suala ambalo ni nyeti. Na maeneo ambayo tunaweza kuangalia usalama wa mtoto mm. ni eneo lolote ambalo mtoto yupo. Inaweza ikawa nyumbani Ndiye. shuleni Ndiye. kwa marafiki Ndiye. A, kwenye nyumba za dini, kwenye sehemu yoyote ile mazingira Ndiye. yoyote yale ambayo mtoto yupo Ndiye. lazima ulinzi na usalama wake uwe wa uhakika au asilimia mia sawa, kupitia hayo maeneo sasa, ni viashiria gani ambavyo tukiviona tunasema mtoto huyo yuko salama Ndiye. Asante. Uh, viashiria ambavyo tunaweza tukaviona mm. kwa haraka haraka Ndiye, ambavyo vinaonyesha kwamba mtoto yuko salama. Cha kwanza kabisa tunatambua, uh, kwenye ukuaji au wa malezi ya mtoto tunatambua kwamba mtoto ni mtu ambaye ni kiu, naweza kusema ni kiumbe ambacho kina furaha muda wote. Mtoto ni mtu ambaye ana amani muda wote. uh, kwa hiyo cha kwanza kabisa cha kuangalia ni hisia za mtoto kwa wakati huo mm, nikimaanisha kwamba inaweza ikawa ni swala la mtoto ana huzuni iliyopitiliza mm. Mtoto ambaye ana huzuni iliyopitiliza inamaanisha kwamba kuna changamoto ambayo anaipitia, ambayo sio salama kwake, ndio. Lakini pia uh, tunaweza kusema kuna wale watoto ambao kama usalama wake hauko sawa, tunaweza kusema ni maswala ya alama hmm. michubuko, kupigwa, alama za, lakini kuna watu, kuna watoto wao wanaficha ndio. kuna, kuna watoto yes. hmm. ambao wanaficha ndio <laughs> <laughs> kuna watoto ambao wanaficha, unakuta mwingine anaficha hmm. kwa sababu anajua, nikimwambia ni mama hmm. mama atanichapa, au baba akiona, hmm. atanichapa, ataniadhibu, au atanipa kitu fulani hmm. lakini tunataka kutambua kwamba uh, michubuko au alama za sehemu mbalimbali za mwili ambazo hazielezeki mm -hmm. Hazina uh, sababu za msingi, sababu inayojulikana ni kwa nini mtoto ana hiyo michubuko basi, mm -hmm. kwa, kwa mba, uh, e, ni swala linaloonyesha kwamba, linaloashiria kwamba huyu mtoto hayuko salama, hilo ni la pili. mm -hmm. Lakini pia mtoto anajitenga mm -hmm. Kuna mwingine anaweza kuwa na huzuni lakini hajitengi lakini, mm -hmm. kuna wengine wanajitenga kabisa hataki uh, hataki akirudi nyumbani anataka kae peke yake, anakaa kama ni kwenye chumba chake peke yake masaa yote. Inaashiria kwamba mtoto kuna kitu anachokipitia Ndi. ambacho hajaweza bado kumwambia mtu au kupata msaada, lakini pia jambo la mwisho ambalo naweza kusema kwamba kiashiria ambacho kinaweza kikaonekana kwa haraka zaidi mm. ni mtoto anapokataa kwenda sehemu fulani. Wazazi wengi au walezi wengi sana tunapuuzia jambo hilo. Mtoto hataki kwenda shuleni, mzazi hauchunguzi uh, hau, yes, mm. ni kwa nini mtoto hataki kwenda shuleni mm. mtoto hataki kwenda kwa ndugu fulani, mzazi hauchunguzi kwa nini? mm. mtoto hataki kwenda kwenye hilo eneo mm. Basi unapoona uh, mtoto hataki kwenda kwenye mazingira fulani mm -hmm. au eneo fulani, inaonyesha kwamba kuna jambo ambalo mtoto analipitia ambalo sio salama kwake mm -hmm. na anakuashiria kama wewe kama mzazi uweze kuchukua hatua. sawa sawa, umezungumza masuala mengi, mpaka kuna namna hapa. Sawa, mtoto ambaye anajitenga, mtoto ambaye anashindwa kwenda kwa, kwa ndugu ambao Mdia. Mimi nataka kama mzazi au wewe yeah, lakini hataki yeah, tunamsaidiaje? Mm-hmm. Cha kwanza kwenye tunapozungumzia uh, kabla sija kujibu, mm, tunapozungumzia masuala ya, ya uh, ukatili kwa watoto mm. Watu ukiangalia data mbalimbali mbali hmm. na uh, tafiti mbalimbali zinaonyesha kwamba watu wa karibu ndio wanaowafanyia watoto ukatili hmm. u, uh, mtoto amepigwa, mtoto amebakwa, mtoto amefanywa nini hmm. ukiangalia uh, wale watuhumiwa ni watu wa karibu hmm. ni watu ambao watoto waliwaamini hmm. kwa hiyo hata wazazi pia tutambue kwamba haijalishi hmm. wewe mzazi unamwamini mtu fulani kiasi gani hmm. lakini linapokuja swala la mtoto ni swala ambalo Yaani imani yako wewe kama mzazi, isiwe mia kwa mia swala la mtoto. <laughs> Sawa, unaendelea kutazama TET Soma Kwanza TV, kipindi hewani ni akili bila karatasi. Mimi ni Agnes Hosea na hapa tupo sisema Tanzania, niko na mtaalamu um, wa um, masuala ya ulinzi na usalama kwa mtoto, anaitwa Madam Jennifer Kalman. Tunaendelea hapa kuzungumza mambo mengi ikiwa ni kusaidia wewe mzazi au mlezi hasa kipindi hiki cha likizo ukae vizuri na mwanao hata atakapoweza kurejea tena shuleni. Sasa mm, kuna mazingira Ndiyo. ambayo tunatamani huyu mtoto aweze kwenda. Yes. Ni mazingira aina gani? Mm. Ambayo kwake ni salama Uh, siwezi kusema kwamba ni mazingira fulani tu mm. mtoto ndo anatakiwa kwenda mm. ni mazingira. Kwangu mimi naona mazingira yote ni salama mm. inategemea na eneo mm. na muda. Kwa mfano tunaweza kusema kwamba mm, au tunaweza kusema kwamba sehemu moja ambayo naona sio salama mm. kwa mtoto ni nyumba za starehe mm. hayo ni maeneo ambayo sio salama kwa mtoto mm. lakini kwenye mazingira mengine Uh, ni salama kwa mtoto mm. Lakini kwa kutegemea muda mm. Kwa kutegemea watu ambao wako nao mm. Kwa kutegemea kitu ambacho anaenda kufanya sawa. Kwa hiyo kwa mfano, kama mtoto anatakiwa labda kwenda beach mm. Sawa, aende beach, lakini anaenda na nani mm. Anaenda muda gani mm. Anaenda kufanya nini kwa wakati huo, kwa mfano kama inaweza ikawa ni uh, mtoto anataka kuenda beach kupumzika, sio vibaya, ni vizuri kwa mtoto kwenda beach mm. Lakini kama anaenda peke yake sio salama lakini pia anaenda kipindi ambacho tunaweza kusema labda kipindi cha mvua. Mm. Anaweza kawa mtoto anaenda bichi ndio kupumzika, mm. ni haki ya mtoto kupumzika. Mm. Mtoto anaenda labda ana mtu wa kwenda naye. Mm. Tayari anayo tayari mtu wa kwenda naye ni mtu mzima. Mm. Lakini anaenda kipindi ambacho labda ni cha mvua. Mm. Au kipindi cha upepo ambao ni mkali sana, tayari sio salama kwa mtoto. Kwa hiyo uh, wazazi na walezi tunatakiwa tuangalie eneo lolote ambalo tunampeleka mtoto. Tunatakiwa kuangalia sana vitu vitatu. Mm. Wakati ambao mtoto anaenda kwenye hilo eneo, watu wanaoenda nao, jambo mm -hmm. ambalo anaenda kulifanya. Tutakapozingatia vitu hivyo vitatu kwa wakati wote, tutahakikisha mm -hmm. kwamba sehemu yote ambao mtoto yupo mm -hmm. anakuwa mikono salama na atakuwa salama atakapokwenda mm -hmm. na atakaporudi.